Hii ndio Marekani tunayoambiwa kwamba ni pepo, yaani kila binadamu duniani anatamani aende akaishi Marekani. Sasa hii ndiyo Marekani halisi ambayo huwa wanatuhubiria ndugu zetu na media zao. Kuna wajinga wajinga pia wakifika Marekani, kazi yao ni kutuambia Marekani ni nzuri. Hawawezi kutuonyesha kitu kama hichi. Ah, sasa hii sio Kenya. Hii ni Marekani, tena jiji maarufu kabisa duniani Los Angeles. Hapa ndipo asilimia tisini ya movie za Kimarekani hutengenezwa. Kwa hiyo kila mwanadamu anapenda aje aishi hapa, yale maisha anayoyaona kwenye movie zao, si ndio? Manake sasa watu wanataka wajue nini chanzo cha haya machafuko yote haya. Chanzo cha haya machafuko ni sera ya Trump ya uhamiaji, yaani hicho ndicho kichwa cha habari cha hiyo vurugu yote unayoiona hapa. Trump alipoingia madarakani moja ya sera iliyomwingiza madarakani ni kupunguza wahamiaji haramu, na Trump huwa anadai kwamba uhalifu Marekani unachochewa na wahamiaji haramu huwa wala afichi. Anasema wahalifu wahalifu na magaidi wanafunguliwa kutoka huko nchi za watu, wanakuja Marekani kirahisi. Kwa hiyo, hiyo ndio sera ambayo Trump aliapa kwa raia wa Marekani ataisimamia na ndicho anachokitekeleza sasa. Katika kutekeleza hii sera, kuna kikundi kilitengenezwa cha kiserikali kinaitwa ICE. Hichi kikundi ndicho kimesababisha machafuko yote haya. Hawa ICE ni maafisa wa serikali ila watakupa pesa kama utawasaidia kum, kumpata mtu ambaye hana vibali vya kuishi Marekani kama mhamiaji au mkazi halali wa Kimarekani. Sijui nimeongea nime vizuri. Kinaitwa ICE. Na nimeshawahi kukizungumzia hichi kikundi cha ICE na walio walionifanya nikizungumzie ni Wakenya. Maana Wakenya ndo walikuwa wa kwanza kabisa kuanza kuchomana wenyewe kwa wenyewe yani, kuripotiana wenyewe kwa wenyewe, na walikuwa wanalalamika mitandaoni, mpaka wa Nigeria wakaja mitandaoni wakasema, hivi hawa Wakenya wamelelewaje? Hawapendani wenyewe kwa wenyewe. Yaani watu wa kwanza kabisa kukitumia hichi kikundi cha serikali kinachoitwa ICE ni Wakenya kuwaripoti Wakenya wenzao kwamba wako kinyume cha sheria ndani ya ardhi ya Marekani. Tunajua Wakenya hawezi kuishi Kenya Kenya hamna chakula cha kutosha. Kwa hiyo lazima Wakenya watoke wakatafute chakula sehemu yoyote ile. Na sehemu yoyote sehemu yao maarufu ni Marekani kwa sababu Marekani ni koloni lao la kisasa. Yaani Mwingereza Mwingereza aliachia Kenya kwa Wamarekani. Si mlisikia juzi wale yule sijui seneta sijui nani wa Marekani anamkemea ana, ana, ana, ana Ruto kwa nini ameenda China. Tuache hayo. Sasa kwa hiyo hichi ndicho chanzo kikuu cha haya machafuko yote. Hawa maafisa wa, wa, wa uhamiaji wamekuwa kero kwa jamii. Yani wanaweza kukusimamisha from nowhere wakakuaras, yani kutaka tu ule uthibitisho kwamba kweli wewe ni mhamiaji halali. Sasa haya machafuko ni makubwa sana kwa sababu tayari polisi imeshindwa kudhibiti, yani serikali ya jimbo imeshindwa kudhibiti, ikabidi serikali kuu iingilie kati, yaani Trump. Sasa ameingilia kati ugomvi Trump ameingilia kwa kuleta wanajeshi elfu mbili National Guard. Unaposikia National Guard kwa Marekani ni wanajeshi wanaita reserve Military. Kwa hiyo ni wanajeshi, manake haya machafuko yameizidi nguvu polisi, umeona? Kwa hiyo sio machafuko ya kitoto, yaani Manzese nzima imehamia Kariakoo, wanavunja maduka, wanabeba kila wanachokiona ni cha kwao. Kwa hiyo ndicho kinachoendelea katika jiji la Los Angeles. Ikabidi Trump aingilie kati. Sasa, interesting ni kwamba kitu kilichonivutia hapa ni kwamba tukidiscuss wote hapa ni kwamba Los Angeles, yani California, meya wake ni demokrati, gavana ni demokrati. Kwa maana yake serikali inayo operate hapa ni demokrati, ni serikali ambayo ni tofauti na ya Trump. Sasa, baada ya Trump kuleta wanajeshi elfu mbili, Gavin Newsom ambaye ndio governor wa hili jimbo anailaumu serikali kuu, yaani anamlaumu Trump kwamba yeye ndo amechochea haya machafuko kwa kuleta wanajeshi. Kihali halisi sio kwamba Trump amechochea, hali imekuwa mbaya na hali ikiwa mbaya zaidi, ni aibu kwa rais wa nchi. Lakini Gavin Newsom anajitetea kwamba machafuko yamechochewa na serikali kuu, kwa sababu Gavin Newsom na Trump hawaelewani na za chini chini zinasema kwamba Gavin Newsom alikuwa anajiandaa kuwa mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya Demokrati. Kwa hiyo ni kama vile Trump anataka amchafue moja kwa moja. Hizo ni za kipolitics, nimeamua kuzikava tu. Hawaelewani yani Gavin Newsom na Trump lakini Trump kiali halisi alikuwa hali na haki ya kuleta wanajeshi kwa sababu tayari serikali ya ya kaunti hii ya California imeshashindwa kudhibiti hii hali. Alafu kingine nataka niwaambie ndugu zangu, ni Waswahili ndo Waswahili wa wanapenda kukemea nchi zetu za Kiafrika, zina ujambazi, zina rioti, zina kila kitu. Waanze kwanza kukemea haya kwao huko anakokaa. Si wanapenda kutuleta sisi, maisha ya kwetu tutadili nayo sisi tunaoishi huku na warais wetu akina Samia akina Ruto akina Museveni, sisi tutawaweza kwa staili yetu, sio wakae huko wanatafunwa tafunwa na wazungu wakisha osha mavi ya wazungu wakisha shika, shika makalio ya wazungu wanakuja kwenye visimu vyao wanaanza kututukana huku, kwa tukana marais wetu. Yani kwanza wanatuchukulia kama vile sisi hatujitambui na hawa viongozi wetu, okay, akina Samia akina Ruto akina Museveni hawajitambui kama akina akina Trump, sio? Maana yake yani akina Trump wana akili sana kuliko akina Ruto akina Samia akina Museveni, sio? Maana yake Trump wanapambana kuichomoa serikali yake kwenye mifuko ya Elon Musk kuna vitu vingi tunajifunza huko. Kwa hiyo nyie mnaopenda kutu lecture sisi maisha, nyie diaspora huko, especially diaspora wa Kitanzania ndio wanajifanya machino zaidi. Yani mimi ninachokiona kitu ninachokiona diaspora wa Kitanzania wanajiona yani wow. Wao wana, yani wanaijua sana Tanzania, wanapenda sana kutu lecture. Kuna yule anajiita askofu yule, mimi na wasiwasi na jinsia yake yule askofu yule Augustine Mpemba wewe Mpemba, wewe nakutaja tena, we Mpemba wewe rudisha huo ushoga wako hapa Tanzania tuuone sasa, sio mama Samia, mama Samia sijui fungua kanisa kuja na wewe rudisha. Kuna huyu huyu askofu Mpemba. Kwa diaspora dilini, pambaneni na hali yenu huko, sababu mmeshaamua kwamba huko ndio pepo yenu. Msipende kutulecha maisha huko, maisha ni magumu sana, tunajua maisha Marekani ni magumu. Msipende kutuonyesha zilipendwa, maisha Marekani ni magumu sana. Tunasikia na Elon Musk anataka kuanzisha chama chake tunasubiria tutajua, Marekani haina mmiliki rasmi. Hata hao wanaomiliki Marekani walifika wakakuta watu wakawaua, ndio maana wanaimiliki Marekani kibabe. Kwa hiyo Marekani kadri siku zinavyokwenda amani lazima itafutika kabisa. Kadri siku zinavyokwenda amani ndani ya nchi ya Marekani itapotea moja kwa moja, kwa sababu Amerika inanuka damu nyingi sana. Amerika haizikuwa na amani, yaani unavyoiona Amerika leo kesho kutwa itakuwa mbaya zaidi. Tumsubiri Elon Musk, Elon Musk akatoa bonge la bomu, kasema ni muda wa kuanzisha chama cha kisiasa ambacho kitatetea asilimia themanini ya middle class. Middle class kwa jina lingine maana yake maskini kwa Marekani, middle class ndio maskini n yani, ile so, ma Marekani wanapenda kujilecture kwamba hawana maskini yani, wana, wana, wana tabaka la juu na tabaka la kati basi, hawana tabaka la chini, lakini kiukweli ni kwamba tabaka la chini lipo, ni walala nje, machokora wa, ni ndo wao looters yani, wanaobomoabomoa maduka huko California sasa hivi ndio tabaka la chini ambalo Marekani haipendi kuliaddress Marekani na maskini wengi sana, lakini ile tabaka la juu linafunika ili tabaka la chini kabisa ionekane kama vile Marekani haina maskini. Kwa hiyo Elon Musk anataka aanzishe chama cha kisiasa cha kuwatetea hawa tabaka la chini yani maskini middle class, ameshatangaza kwenye mtandao wake wa kijamii. Anachotufundisha Elon Musk hapa ni kwamba hizi hivi vyama vya siasa vya kisasa yani Democrat Republican, huwa hakijali middle class hata kidogo, na huo ndio ukweli yani, hicho ndicho kitu kingine Elon Musk ametufundisha Democrat Republic huwa hawajali maskini. Wangekuwa wanajali maskini, wasingechukua hayo mabilioni na mabilioni wakaenda kupigana na Urusi, wasingechukua hayo mabilioni na mabilioni kwenda kuiharibu Gaza. Hizo ni kodi za Wamarekani, kodi za watu maskini, kodi ambazo zingesaidia wale ma homeless wapo apoa California kupata makazi ya kudumu, zingesaidia wale ma homeless wapale ikulu ya rais ya wa Marekani, kuna ma homeless kibao wako pale mlangoni kwa Trump wangepata makazi ya kudumu. Kwa nini? Kwa sababu vyama vya, vya siasa Democrat na Republican havijali hao watu. Kazi yao ni kudestabilize nchi nyingine, yaani pesa za wanazoziokota kina Democrat na Republican ndio kwenda kusumbua kina Tanzania, kusumbua kina Kenya. Ndio kazi ya hizo hela wanazoziokota. Hawajali maskini hata kidogo. Sasa mwokozi wenu nye maskini wa Marekani, mumsupport Elon Musk. Anataka kuanzisha chama ambacho anajua akigombea, kama ni yeye au atamsimamisha chawa wake wa kugombea atashinda kwa sababu maskini mko wengi, amesema mko asilimia themanini. Kingine Elon Musk ameambiwa akiona Marekani bwana mshinda aende Urusi, huyo ni Medvedev amesema. Unajua Medvedev kama watu amemjui Medvedev vizuri, huyu wa Urusi ambaye alikuwa rais wa zamani wa Urusi ni sawasawa na Mwijaku huko kwetu Tanzania yani, Medvedev kwenye mitandao ana sifa za Mwijaku e, kwa hiyo watu wanataka kujua yaani yani, kama unapicha ya Mwijaku kichwani mwako ndio Medvedev. Ndio maana Medvedev no anaongeza mafuta taa au petroli kwenye ugomvi wa Trump na Elon Musk. Ndio maana akasema Elon, kama unaona mambo vipi, haeleweki Marekani, njoo a Urusi, tutakulinda fresh tu. Njoo na Starlink yako hiyo ambayo unayomsaidia Zelensky ku kuendeleza au ugomvi, sisi tutakupokea, maisha yataendelea, lakini huwezi kuichukua serikali ya ya Urusi ukaiweka mfukoni kama ulivyoichukua serikali ya Marekani ukaiweka mfukoni ukatembea nayo. So kinachoendelea duniani ndio hicho, kwamba ni machafuko mabaya sana ndani ya jimbo la California. Tengeneza picha wewe, Mswahili, hii California inavyowaka moto, ingekuwa ni nchi ya Kiafrika hawa watu wangesemaje? Trump wangesemaje? Kumbuka machafuko ni makubwa, mpaka amepeleka jeshi. Ingekuwa ni Kenya, Uganda, Tanzania, sababu ndio nchi zao wanapenda kusema The hell. Ni, ni pepo yani, wangesema Tanzania is like hell now wangsema hmm? Oh, Uganda is like hell in a... What's going on? Nimsikia Trump anaulizwa hilo swali mee ie yozindae nie ni akina nani? Diaspora tufundishwe maisha. Pambaneni na hali zenu, Watanzania Waswahili, elimikeni msio wasomi.